Ah, tunawakaribisha tena kwenye chaneli yetu ya KingoFarm. Leo tunapenda kushea na nyinyi booster ambazo tunazitumia mara kwa mara hapa shambani kwetu. Aa, kama ambavyo mnatujua KingoFarm, sisi tunatumia sana vitu vya asili, kwa hata kwenye upande wa booster tunatumia sana booster za asili. Sasa leo nitakuelekeza booster ambazo huwa tunazitumia mara kwa mara. Aa, kutokana na upatikanaji wa ile eneo tulipo, tunazipata kwa gharama nafuu na zinapatikana kwa wingi, lakini vile vile pia kwa sababu zinafanya vizuri zaidi. Aa, sasa, Booster ziko nyingi sana, inategemea na wewe uko sehemu gani. Maeneo mengine vitu vingine havipatikani, lakini maeneo mengine vinapatikana kwa urahisi. Kwa hiyo ndio maana huwa tunawashauri mnunue kile kitabu chetu cha tiba za asili. Kwa sababu kile kitabu cha tiba za asili chenye kina booster nyingi zaidi, yani kina booster nyingi zaidi ambazo kila maeneo zinapatikana. Yani katika zile booster kama 30 basi uwezi kukosta booster kumi mpaka kumi na tano kwenye eneo lako na ukazitengenezea ratiba nzuri ya kuapa na ukafanikiwa zaidi

kile kitabu kinauza shilingi elfu kumi tu lakini kitakusaidia kwenye mambo mengi sana. Ikiwemo kuyatambua hayo mabusta mbalimbali mbali ambayo yanatumika kwenye kubusti kuku, lakini vile vile kutambua madawa mbalimbali mbali ambayo yanatumika kinga za asili, chanjo za asili, vitamini za asili na kadhalika. Ukiwa na kile kitabu utapunguza gharama kubwa sana lakini vile vile utawafanya kuku wako waweze kukupa matokeo mazuri zaidi. Kama ni wa kutaga watakupa matokeo mazuri, lakini vile vile kama ni kuku wa nyama watakupa matokeo mazuri sana. Kwao ni kitabu ambacho kinauza elfu kumi tu lakini kinamaliza changamoto nyingi sana na kinakufanya uupende zaidi ufugaji. Aa, lakini pia hatuna kitabu kimoja, tuna vitabu vitano. Cha kwanza ni kama hicho nilichokutajia cha tiba za asili. Cha pili ni kitabu cha safari ya ufugaji, kinakupa mwongozo wa chakula, kwa layers na kuku chotara. Lakini cha tatu ni kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji na cha nne ni kitabu cha ufugaji wa broiler. Cha tano ni kitabu cha mwongozo wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hivi vitabu ni vizuri sana. Kila kitabu kinauzwa shilingi elfu kumi. Ukilipia, tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia wa wa ya WhatsApp au kama una

Sasa lakini vilevile, vile utaweza kuuliza maswali na utajibiwa. Aa, kama unahitaji kupata elimu au ushauri zaidi, basi uwe tayari kulipia ili uweze kuhudumiwa na KingoFarm. Aa, na kama unahitaji huduma hizi, chukua namba hapo kwenye video utupigie au ututumie ujumbe. Aa, sasa kwanza nikutajie zile booster ambazo huwa tunatumia hapa shambani kwetu mara kwa mara. Booster ya kwanza ni majani ya mgomba, tunatumia kwa kwa sababu tunayapata kwa urahisi zaidi. Kitu cha pili ni lile toto la ndizi kwenye mgomba, lile tunda ambalo huwa linatoa ndizi, kwa lugha nyingine huwa tunaita toto la ndizi, tunalitumia mara kwa mara. Lakini booster nyingine ambazo tunaitumia mara kwa mara hapa ni kitunguu saumu na tangawizi, pilipili limau. Pia busta ya majani ya mpapai, majani ya mpera, majani ya mwarobaini, karoti, majani ya mwembe, matango, majani ya ya limau, majani ya chungwa na maganda ya ndizi. Sasa booster ziko nyingi sana sana. Hizo nilizo kutajia ni zile ambazo sisi hapa shambani tunazitumia mara kwa mara. Tumezitengenezea ratiba ya kuzitumia. booster hizi tunazitumia vizuri na tunapata matokeo mazuri, kwa sababu kuku wetu wanataga sana, wanataga sana, lakini vilevile vile kwa hawa kuku wa nyama wanakuwa na afya nzuri, lakini vilevile vile pia hawapatwi na magonjwa ya mara kwa mara, na tunatumia hizi booster pia kama kinga au tiba. Wakati mwingine tunatengeneza zinakuwa kama chanjo, vitu hivi hivi ambavyo tum nimekutajia. Sasa unapotaka kutengeneza kama tiba au kama chanjo vile vile kama booster, kuna namna ambayo unaweza ukatumia kimoja kimoja au ukachanganya. Kwa mfano leo hii inazungumzia upande wa booster. Kwa upande wa booster unaweza ukachagua mimea mbalimbali mbali, kwa mfano unachukua labda majani ya mpapai unaweka na kitunguu saumu unaweka na tangawizi. Hii ni booster, lakini vile vile ni tiba, lakini vile vile ni kinga ya magonjwa mbalimbali. Sasa unapofanya hivi, huu mchanganyo tunaita booster, kwa sababu ni kama vile multivitamin. Kama tunavyojua, booster ni multivitamin, ni mkusanyiko wa vitamini nyingi. Hata huu mchanganyo una vitamini nyingi, una madini mengi, ambayo kuku akiyapata yanamfaa zaidi kwenye uzalishaji wake. Aa, lakini vile vile unaweza kutumia labda totola ndizi ukaweka na kitunguu saumu ukachanganya na jani la mgomba ukasaga ukawapa kuku wako, utakuwa umewaongezea vitamini, madini, fibers. Utafanya kuku wako aweze kuwa na afya nzuri, kwa sababu umewaongezea vitu hivyo. Ndio maana tunaziita booster, kwa sababu ni multivitamin, ni mkusanyiko wa vitamini mbalimbali mbali. Lakini Unapokuwa unataka kuchanganya hizi booster mbili au tatu, unataka au kuwapa booster moja moja ni muhimu zaidi ukawa una kile kipimo halisi au kile kipimo ambacho lazima kitaenda kukupa matokeo mazuri. Uh, usizijaze sana au ukapunguza sana, jaribu kutumia kipimo sahihi. Kwa wale ambao na kitabu chetu cha tiba za asili, mimi, tumeweka vipimo. Vile vipimo sisi tulivifanyia tafiti tulivifanyia uchunguzi kwa muda mrefu sana nywi maji kabisa, yaani kuna kipimo ukiwawekea kuku wako hawanywi maji kabisa, na kuna kipimo pia ukizidisha, unakuta kuku wako pia hawachangamki kwao tulikuwa tukifanya hayo majaribio mara kwa mara mpaka tukawa tunapata yale majibu sahihi. Tukipata majibu sahihi tunaenda kwenye kitabu tunaandika, tukawa tunakipata, tulikuwa tunakiandika, na ndo, ndo ukawa mwendelezo wa matumizi yetu, na tunatumia vile vile, hatupati matokeo tu, hatupati matokeo mabaya. Matokeo yanakuwa ni mazuri, kwa sababu yana utafiti wa hali ya juu. Tumetafiti sisi wenyewe na tumeandika sisi wenyewe. Kwa hiyo kwa wewe ambaye una, unapenda zaidi kutumia hizi tiba za asili, booster za asili, tunakushauri ununue kitabu chetu cha tiba za asili au kitabu chetu cha muongozo wa ufugaji wa kutumia tiba za asili. Pia vitabu hivi vingine ambavyo nimevielezea vina tiba za asili, vina booster, vina kinga kuku malumu, kwa kuku maalum kwa kuku husika. Kwa mfano kama ni cha broiler basi kina zile booster ambazo zinafanya vizuri zaidi kwa broiler. Ukienda kwenye kitabu labda cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji kina booster ambazo zinafanya vizuri kwa kuku wa kienyeji. Kwa hiyo vitabu hivi pia ni muhimu sana. Kutumia hizi booster za asili ili kuku wako watage mayai mengi na mazuri, lakini vilevile, kama kama ni ni broiler au au ni chotara wa wa nyama waweze kuwa na na afya nzuri kabisa kabisa kabisa. Ni booster za bure kabisa. Unapunguza gharama gharama gharama za ufugaji na unapata matokeo mazuri kabisa kwa kutumia au bila kutumia gharama ndogo, bila gharama yoyote. Kama una uhitaji wa hizi huduma zetu, chukua namba kwenye video utupigie, ili tuweze kukupa maelekezo, lakini uwe tayari kulipia. Asanteni sana, tunawakumbusha kulike, kusubscribe, kucomment na kushare tunawapenda sana na tunawakaribisha sana muweze kupata huduma za Kingo Farm kwa sababu ni nzuri sana. Wengi waliozipata wanazifurahia sana. Tunakukaribisha na wewe mdau.